Kampeni za chama cha ukombozi wa umma zimewafikia wananchi wa mji wa Makambako pamoja na wananchi wa wilaya ya Wanging'ombe, ambapo mgombea urais Salum Mwalimu amewaeleza namna ambavyo atashughulika na vikwazo katika mazao hususan zao la parachichi na mazao ya misitu. Nitaondoa hivyo vikwazo, iwe kwenye mbao, iwe kwenye parachichi, kwa sababu siamini katika huo uchumi, wala siamini katika huo muundo. Siamini mimi binafsi, siamini wala sisubiri waziri wa fedha anishauri sijui waziri wa biashara nishauri. Mimi mwenyewe Salum Mwalimu niliyesoma uchumi na biashara, siamini ni ushamba, ninawaambia ni ushamba, wala siamini katika kodi za kufukuzana na malendrova na malendikuza, mafusu yanafukuzwa mpaka yanapinduka na mbao unafukuza. Hiyo sio kazi ntakawatuma TRA, eh? Sio kazi, hawawezi kazi, waache wako watakaoweza kujitengenezea maziru anya ya kuhongwa hapana. Kodi haipaswi hata siku moja kuwa ni msalaba wa mfanyabiashara. Kwa kukosekana anayetoka na upinzani, wataenda kulala na kupiga meza. Kamanda Nziku komredi limejiandaa kweli kweli kwenda kuwasemea wafanyabiashara wa halmashauri ya mji wa Makambako. Vile vile, chama cha ukombozi wa umma kimeahidi ndapo kitapewa ridhaa ya kuongoza nchi Kitashughulika na uwajibikaji katika utumishi wa umma. Sitaki wakuu wa wilaya machawa. Nimekuteua mkuu wa wilaya, niambie, kila baada ya miezi sita niletee ripoti umetengeneza ajira ngapi za vijana wa Kitanzania. Huna, rudi nyumbani. Ni kweli, niko kwa ajili yenu. Sauti hii itakuendelea kusikika kwa ajili ya vijana, wa mama na wazee. Sitakwenda kunyamaza, tutakwenda kupambana kwa pamoja. Uwepo wa kampeni unatoa nafasi kwa wananchi kusikiliza sera ili waweze kuchagua viongozi ambao wanaofaa kwa miaka mitano ijayo. Emanuel Kalemba, Azam News, Njombe.